Wikendi hii, Powel Okunyo na utendeti wa ripoti hizo. Ni simanzi kuu katika ulingo wa spoti nchini baada ya klabu ya FC Leopards kumpoteza katibu wao Bwana Gilbert Adungu. Adungu hu aliaga dunia baada ya kuugua kwa muda mfupi katika hospitali ya Kitengela. Ingwe Memwomboleza kama kiongozi mchapakazi aliyejitolea kupigania ubora wa klabu hiyo tajika nchini. Mwili wa Bwana Adungu utasafirishwa na ndege kutoka makavazi ya Chiromo jijini Nairobi kuelekea katika makavazi ya Pande jijini Mombasa kwa ombi la familia kwa maandalizi ya shughuli za kumpa heshima za mwisho. Baadaye Adungu atazikwa nyumbani kwake katika kaunti ya Kakamega tarehe 24 Mei. Kwingineko kutashuhudiwa mtanange wa aina yake jumapili hii Ingwe itakuwa ikikutana na Gor Mahia kwa mara ya 97 katika mojawapo ya dabi kali sana Afrika Mashariki, mashemeji dabi. Mchuano huu uliratibiwa kupigiwa ugani Kasarani, lakini hatimaye CAF imeonya kwamba uga huo unafanyiwa ukarabati, hivyo kuhofia usalama wa mashabiki. Dabi, waluya wanaogopa ngaka Kasarani <laughs> kocha wa Gor Mahia sinisa mihik akizungumza na mojawapo ya gazeti humu nchini, anawarai mashabiki kudumisha amani wakati wa mchezo huo ambao huenda ukachezewa katika uga wa ulinzi.

Uwanja huo wenye kiwango cha mashabiki takribani elfu nane utaweza kubeba halaiki ya mashemeji katika matukio ya mchuano ya ligi kuu KPL, iliyopigwa wiki hii Kariobangi, Sharks ililazwa bao moja na Police FC, Kakamega Homeboys ikacharaza posta Rangers mawili kwa moja, wakati huo Shabana ikipokea kichapo cha bao moja kwa nunge kutoka kwa Gor Mahia Tanangi, ambao ulishuhudia hali ya mshikemshike mshike na vurugu baina ya mashabiki katika uga wa Gusii. Ijumaa hii City Stars itapiga na Mara Sugar KCB na Shabana, wakati wana bandari wakicheza na Polisi FC. Na msikilizaji, baadaye Jumapili 11 ingwe wagaragazane na na Gor Mahia. Nikiripotia makala ya spoti kwenye michipuko ya wiki ya MU FM, mimi ni Derc Powel Okunyo, na sasa ungana na mwanahabari mwenza Sophie Mirengo kwa habari za spoti za kimataifa.